I'm I'm Of course, Rajabu sijamjua hivi karibuni, nimemjua siku nyingi sana, lakini nilikuwa namchukulia kama mwanamuziki tu, kama watu wengine wanaweza kumchukulia mwanamuziki, shabiki wa kawaida, nini vitu kama hivyo, lakini kwa mimi imeniendea tofauti kwa sababu kuja kugundua kwamba Rajab alikuwa anayamaya siku nyingi, tukawa marafiki lakini, katika kumbukumbu kumbu zangu na vitu ambavyo nimevipitia na vitu vingi, niliamini kwamba Rajab alikuwa labda hawezi kuniambia menelewa, labda kuna situation hapo katikati, kuna vitu ambavyo vimekuwa hivi na hivi na hivi, haisikuniambia haisikuniambia, haisikunitamkia lakini alikuja kunitamkia mimi niko kwenye wakati mgumu sana, na mtu uliyokuwa niko naye. Kwa hiyo tukajikuta tunakuwa marafiki. Unajua, kuna mtu anaweza kaku approach samarani, lakini wewe ukawa like, yeye mwenyewe aliyekuwa approach anajua kabisa kwamba labda hatuwezi kuwa, au mimi binafsi siwezi kuwa naye, au hivi na hivi, lakini ikatokea ikaja ikawa ndio kitu ambacho kimetokea. Mimi siwezi kusema kwamba alikuwa hajiamini, lakini pia unajua, mtu unapomwona mtu uko kwenye relationship ya deep y ambayo iko, kwa hiyo you know, yes. mm. mtu mwenye akili zake sio rahisi hata kama anakutongoza akakuambia like, hata kui taratibu, na kupenda napenda ulivyo hivo hivo, ulianza marafiki, marafiki tu. Tuna mwezi na wiki mbili sasa. Ni mm. kitu kimoja ambacho, kitu mimi, ni ambacho najiogopaga mimi na maamuzi magumu Mm -hmm. Mimi natakaga watu wanione Jackline Wolper kwa sababu mimi sitakaga kuigiza, na hasa kwenye swala la mapenzi sitaki kuigiza. Kwa hiyo mko serious na plan zenu ni kuwa na familia pamoja, hivyo familia hiyo inakuja kwa, mm -hmm. kwa sababu nilikuwa na mtu ambaye nilikuwa naamini kwamba atakuwa mume wangu na pete na kidole nimempa, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo hilo swala la familia linakuja ila kuhusu yani, eh, kwamba Rajabu kumwongelea Rajabu ni kitu ambacho kiko serious. Sio maigizo. Unajua kuna watu wengine wanaweza kaingiza, hey, huyo chokora, sijui ameimba nyimbo mbili. Sasa nyimbo mbili za nini? Sasa kama nimeweza kuwa na mtu ambaye ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Karakta type yangu sijui ni taipu yangu vyovyote vile, alafu amenitenda kitu ambacho sitoweza kusahau katika maisha yangu, alafu eti kwamba unakuja kuniambia kwamba mtu ana nyimbo mbili eti nisimpende? Au sijui ana nyimbo mbili, sijui ni underground za maradi, nikawa na mtu anaendesha boda boda au anaweza sijui akawa mfagia hoteli, sijui amfagia nini lakini mimi kama mimi nikambadilisha na kawa mwanaume wangu, kwa sababu nachokihitaji mimi, sihitaji pesa mimi. Ni mfanya kazi mi, mimi ni mpiga kazi, mimi nafanya kazi nandoma, na ndio maana mwanzo nimeanza like na na nafanya promotion, napata hela yangu, nafanya kitu gani, napata hela yangu, sikutegemea ya mtu. Okay, kabla hatujaenda kwa mwanaume ambaye alikuwa na na kwa sababu nakumbuka alikuwa engaged kabisa, ulivalishwa pete kwa maana yes. Ulichumbiwa na, na, na, na, na habari ilikuwa ni kwamba unaenda kuolewa na huyo mwanaume yeah. Tutakuja huko lakini, tukiwa tunamalizia tu kwa Harmonize, kama kutakuwa na habari tutarudi tena baadaye. Uh, Harmonize yuko chini ya WCB Wasafi, na yuko chini ya Diamond Platinumz ambaye ni kama bosi wake, ndio mtu ambaye alimtoa kwa namna moja ama nyingine pamoja na kwamba ana managers wengine. Ulishawahi kutoka na Diamond ambaye nakumbuka katika watu wa mwanzo mwanzo kutoka na Diamond wao walikuwa ni mmoja wapo na yeye mwenyewe ameshakiri. Lakini kwa sasa hivi umekuja unatoka tena na Harmonize. Natamani kujua kwa upande wa Diamond anaichukuliaje hii na kwa upande wa Harmonize alichukulia, aliichukuliaje hii? Na kwa upande wako wewe, how do you feel? Diamond, rafiki yangu sana ni mtu ambaye anategemea hata kuja kufanya naye filamu. Unajua kuwa na rafiki afisa, mshikaji, lakini rafiki afisa, mshikaji wako kwamba oya, tufanye nini, tufanyaje, iko hivi, iko vile, iko vile Diamond ni rafiki yangu sana ambapo watu mashabiki zetu wanaweza usielewe, lakini ni mshikaji wangu sana. Kwa hiyo lakini, sasa hivi ni baba mkwe wangu. Kitu <laughs> kimoja ambacho naweza nikamwongelea Rajabu, mm. Rajabu Raji, uh, ana hofu ya Mungu, cha kwanza. Cha pili ni mtu ambaye anaheshima sana. Cha tatu ni mtu ambaye hawezi kufanya maamuzi aidha ya kipumbavu au ya ukweli bila kuomba ushauri au kitu kama hicho kwayo, katika maamuzi yake haya ya kuteseka na kumpenda Jackline Wolper alipitia kwanza kwa kaka yake, bosi wake, pacha wake, kwa sababu unajua masikini wamekuwa kama mapacha, wanapendana, ni marafiki, ni mtu na bosi wake, ni kakake. Alipitia kwa kaka yake na kuomba ushauri na kupewa go ahead. Kwa hiyo hii hi, baraka zimetoka kwa baba mkwe wangu Nasibu. Mi si msi mwiti Diamond na mwiti Nasibu. <laughs> Yeah. Na mwiti Nasibu, baba mkwe wangu, you know. Kwa sasa hivi ni baba mkwe wangu. Kwa hiyo na mrespect as baba mkwe. Hivyo vitu vingine vingine tuachane navyo. Unajua life is too short. Wapo anambia life. Nielewe nijue ni jinsi gani naishi naye mekaishaingia kwenye mapenzi sababu sama sababu ya kuachana ya wamekuumiza, labda ameamua kurudi kwa mkewe. Hiyo ni reason moja wapo, mm, hmm. Lakini sababu ya kwamba amerudi kwa mkewe nikianza kuongelea itakuwa story ndefu sana. Afu so mimi sijataka like kuongelea yani hiyo story yetu, lakini jua tu kwamba ameniumiza. Okay, turudi kwenye ameniumiza sana sababu mm. ni mtu ambaye nilimwamini sana sana sana sana, afu katika kumwamini niigomana na watu wengi sana, kwa sababu hao watu walikuwa wananiletea maneno, wananiambia like wananiambia mambo yake yote, nini kila kitu anachofanya, lakini mimi ndo nilikuwa wa kwanza kurudisha maneno kwake, kwamba mtu fulani amenambia hivi amenambia hivi, lakini mwisho wa siku naye hapa, tumeenda South Africa, tupokuwa tumeenda South Africa, nilienda kwa ajili ya kusoma nakumbuka alikuwa mwezi wa kumi na mbili South Africa kusoma, yaani yani, akaniambia kwamba ameshalipa kila kitu nini, amenielea gari ya kwenda shule. Nilikuwa napenda hivyo hivyo, akawa ameniambia kila kitu, nimemwelewa kwa sababu ni mchumba wangu, nishampeleka nyumbani hivyo. Nikaenda South Africa zama nimekaa, almost miezi mitatu. Mi sitakuelezea lakini Unajua mashabiki wangu pia wanatokewa wajue hivyo lakini, kikweli k tuvenda South Africa miezi mitatu imekaa, sikusoma, lakini wazazi wangu kwa anajua mimi nasoma, ila lazima nimstiri mchumba wangu Siwezi kusema kwa wazazi wangu, sababu wazazi wangu hasa mama yangu alikuwa anampenda sana babaangu, alikuwa kukubaliani na swala la mimi kwenda kusoma. Alikuwa anasema kwamba kama mtoto wangu unamchukua, anaacha kazi yake anaenda kusoma, basi muoe kila kitu, mradi umeshakuja kwa sababu mimi alivyonivalisha engagement, mzazi wangu akasema kwamba sisi hatujawahi kuwa katika tamaduni zetu, hatujawahi kuwa na eti unavalishwa engagement, sisi hatuoni machoni mwetu. Kwa hiyo akarange, akamwandaa kaka yake, akaja kutoka Kongo, tukaenda tukafanya engagement mbele ya wazazi wangu ile engagement ikakubalika, wakaongea mahari, wakaongea kila kitu, wakawa wamekubaliana. Wakasema baada ya mwezi tutaleta mahari kila kitu baada ya pale. Kwa hiyo baba yangu akasema kwamba kama unataka kumchukua mtoto wangu, lazima umuoe, maliza kila kitu, ndo umchukue uende ka, akasome kwa sababu hapa anafanya kazi zake, anafanya mambo yake, ukampeleka huko shule inajua. Babangu kidogo alikuwa straight, lakini mamangu alikuwa anampenda sana sana sana sana sana sana sana sana, yeye alikuwa anampenda mno. Kwa mama akawa na nguvu zaidi, akakubali. Nikaenda South Africa, nilikuwa na Cambes Beach. Nikaacha Ausboy wangu ambaye ni mlinzi, nikamwacha Oscar na mdogo wangu mmoja hivi ambaye anasoma, ambaye sio ndugu yangu, lakini ni mdogo ambaye nimekuwa amekuwa kama mdogo wangu. Basi nikatoka, lakini yule mdogo wangu alikuwa hataki ile kitu, ila siwezi kumuelewa, wala siwezi kumuelewa mtu yote. Nilikuwa namsikiliza sana mchumba wangu, tumeenda South Africa, zama tume, nimekaa miezi mitatu mi nikawa kama mke n yani wa ndani napika kila kitu kwa sababu ni kitu ambacho napenda, napenda kupika, napenda yani, ni kitu yani nafanya vitu like kama mke wa mtu najua. Kwa sababu hivyo, sitaki kuongelea sana, lakini ili miezi yote sikuwahi kusoma wala sikuwahi kuenda shule, lakini kuficha aibu ya mamangu nikawa namwambia mama nasoma, naenda shule na nini hivyo lakini baada ya hapo nikaona kwamba mambo hayaendi, kwa sababu kuna siku akanirudia. Siku nimeenda saluni, nikasikia kwamba mke wake yuko South Africa, na yeye alikuwa ananiaga sana, nasafiri anaweza kaniaga nasafiri, siku mbili, nasafiri siku tatu, nasafiri hivyo, lakini alikuwa anasafiri labda leo anarudi kesho, nini hivyo. Nikamwambia nimesikia mwanamke wake yuko South Africa mbona wananidanganya kwamba yuko Kongo? Akanambia sio kweli, yuko Kongo. Nikamwambia hapana, yuko South Africa, yuko South Beach, yuko hivi na hivi na hivi, akanikatalia akanidanganya kimapenzi. Na mimi kwa kuwa najua kabisa kwamba kwamba huyu hivyo, inabidi ni mwelewe. Unajua, kwenye mapenzi kitu kimoja ambacho sisi ndo maana wanawake tunasema kwamba wanawake sisi tu ni wapofu nini, naweza nikaamini hapo, kwa sababu ndio yeye alivyokuwa ananiambia na kuni ku explain. Mimi niko siwezi kum, yani siwezi kupinga. Najua unaweza ukajua kabisa kwamba hili ni tatizo, lakini ukalikataa tatizo, yani unafunga macho, lakini tatizo unaliona, unafunga macho, ndio kilikuwa kinanito kitu ambacho kilikuwa kinanitokea mimi, kwa hiyo inamkubalia lakini Mungu wangu sivini, alikuwa anataka kuniepusha au vipi? Next day alikuja amechelewa nyumbani, ambapo ndio siku ambayo tulikuwa tumegombana sana. Aliniambia kwamba analala safari, alikuwa anaenda Port Elizabeth. Nikamwambia kwamba huwezi kulala, nimesikia story abcd said, huwezi kulala na sasa kwa nyumbani. Kajitahidi karudi saa saba usiku nikawa mimi niko chumbani, niko sebuleni, nikamkuta ana preview picha zile, picha yuko yeye, mke wake na mtoto wake, kapiga selfie ambazo zilikuwa ni mpya, mtu mtoza kipindi hicho, yaani ndio kuwa aliondoka nayo mm -hmm. hiyo siku ambayo amenidanganya na safari ndogu, alinidanganya leke

wangu ya nifika ni ni ni kule kwa kakaangu, nikamkuta mke huyo mwanamke, akataka kupiga picha na mimi nikakataa, nikapiga mimi ndo nikapiga kupitia simu yangu huwezi kujaja wala huwezi kufikiria kwamba huyo mtu anakudanganya. Huo ni ukweli. Yaani kwa mtu yeyote uko in love, mtu anakwambia kitu utakielewa cha uta mpenzi wako uwezi kuelewa kingine, uwezi kuisikia kitu kingine. Ndio hali nilikuwa nayo mimi. Kwa hiyo mimi nikamuelewa. Nikaamini kwamba okay, sawa. Na doubt, lakini sasa nitafanyaje? Niko kwenye mapenzi. Kuna pete alikuwa anavaa. Sasa mimi nikawa naona wivu. Nikamwambia hii pete mimi siitaki. Nataka uuze kwa sababu kama una mke una nini, kwa nini unavaa hii pete? Nisikana hiyo pete, labda ushapewa na mwanamke wako yoyote yule. Mimi nataka uiuze. Kweli akaiuzaga muone. Kwa hiyo akawa yuko empty, ana pete. Kaniambia unajua bebe, nishazoea kuvaa pete. Kwa hiyo mimi ile pete nilivyoiona rafiki yangu nika kwenye gari yake alivyonikuja kunichukua airport, nikaivaa. Nikamuelewa. Kesho yake kweli nikamuona ana pete tena, lakini kuna siku nyingine, Mungu alivyokuwa ajabu. Narudi tena na ile pete ile ile. Ni ile pete mimi nilipiga picha pasipo yeye kujua. Kaka tunapata ile ile. Kwa hiyo ina akajitetea vingine tena. Mhm. Mm. Amejitetea ah, vingine akaona kwamba mimi nikamwambia kwamba nachukua vitu vyangu narudi naondoka. Wewe bado uko na mke wako na nimeambiwa kwamba mke wako yuko South Africa. Afu wewe ulinidanganya kwamba hayuko South Africa yuko Congo. Kwa nini, kwa nini unanidanganya? Kwa hiyo mimi nikawa nimechukua mizigo yangu nini naondoka ndo akanitupia ile pete kitandani. Tupia ile pete kitandani like fanya unachotaka, kaitupe chooni, kaitupe popote. Hii pete siyo ya ndoa, hii pete ya mtu fulani hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo vitu kama hivyo, mimi zama nikiongelea vitu vingi sana nitakuwa like namzalilisha, kwa sababu kanifanyia vitu hivi ambazo walikuwa nakupiga kwa makubaliano yenu, sio kwa makubaliano yangu, hmm. Zama naamini either ukubali, wakatae, wakubali mimi ni msichana ambaye bongo movie najistiri kwa picha, kwa, kwa nguo za kujistiri like sijawahi kuvaa kimini cha ajabu mbele za watu. Kwa hizo picha ilikuwa sio rahisi. Kuna siku ambayo nikiongelea nimezionaje au ni kwa sababu gani nimeziona nitakuwa ni namzalilisha kwa sababu kuna kitu kibaya likifanya ndio nikachukua simu yake. Hiyo ni dawa Dar es Salaam. Yes, baada ya sisi tujafikiria kwenda South Africa, tujafikiria kabisa. Nime, nime, nime, kuwa na, nimekutana na hilo tatizo. Nikawa sasa, na mkwepa, nisitaki, like, sitaki, nimekutana na tatizo lingine. Kwa hiyo, nikawa, yani, namkwepa, namkwepa, namkwepa, namkwepa. Kwa hiyo nipo kwa namkwepa. Nikawa na stress, nikawa na lewa sana. Yaani msiye kulewa kuzima, inazima, nina, nina. Kwa hiyo, siku ambayo, nimelewa sana, nimezima akaambiwa nilipo location, nilipo kwa mimi, niko mimi, dada yangu mmoja na mdogo wangu mmoja kwa kweli, nimeelewa yani, niko nimechanganyikiwa, yani siko mimi, yani mimi sio mimi, nilikuwa nimeelewa sana. Kwao kishitokea, akaja akanichukua pale, nimechukua pale, amenipeleka nyumbani, kwa sababu, kitu ambacho kilichonifanya nijue ni hiyo siku baada ya kuona video, sababu niliona video wiki tatu mbele, nilipo kuja kugundua hiyo siku nguo na nywele yeah. Ile video ilipani ilikaa chini, kwa hiyo ina maana kama nusu saa amenivua nguo, nguo zote imekaa kwenye kitanda mm. chake mm. ya yeah. imekaa kwenye kitanda chake, niko uchi wa mnyama kote, nimelewa. Wala hata macho yangu ni kama nimelewa sijui chochote kinachofanyika. Nikakuta ile video. Nikamwa kachi, nikamwambia kutenda kule sana. Naamini kwamba ustaarabu wangu ndio umenifanya mimi unitake uwe na mimi mpaka leo mpaka uniengage. Ujawahi kuona picha yangu ya uchi, ujawahi kuona kitu chochote kibaya kutoka kwangu. Lakini umenichukua hii. Kwa sababu gani umechukua? Kitu alichojitetea, alitetea kitu cha kipuzi sana. Lakini nilikuwa kwenye mapenzi na simu nimeshaikamata. Nilichokuwa natakiwa kukifanya ni kufuta. Kwa hiyo alichoniambia yeye like, baby tuko tunagombana, nikajua ulivyonifumania utaniacha, kwa hiyo nimechukua hii video kwa ajili ya kufanyia, unajua wale wanaume wanachokifanya wakiwa wanaona picha ya mtu anayempenda nini na nini. Kwa hiyo ndio akanidanganya kwa staili, alichoniambia kwa staili. Hiyo yes. Mm -hmm. Kwa hiyo mimi nikaelewa kwa shingo upande, lakini nikajua kakosea hivyo, lakini sikuwahi kufikiria kwamba anaweza labda akasema kwa hii video, labda kanichukua kwa ajili sijui ya kufanyaje kufanyaje, sikuwahi, kwa sababu ni mwanaume ambaye alikuwa anashona ananipenda sana, kwa hiyo niliamini kwamba no, tulifuta yes. Nikamwambia wewe, una simu nne, una laptop, una hii diski ya kuweka nini, inaitwa hii ya kuweka vitu, ya kuhifadhi vitu kuta nimeona huku, kumbe unakula unakula unakula. Akaniambia come on, wewe ni mwanamke, nakupenda mimi, siwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa hiyo akaniaminisha, tukawa tumefuta pale pale. Lakini cha ajabu, kitu ambacho kimekuja kunishangaza ninavyoongea hapa ni kama two weeks, yes, yeah, two weeks akaja akanambia kitu nitakacho kufanya baada ya kugundua kabisa kwamba mimi labda siko naye na siwezi tena kuwa naye. Akaniambia kitu nitakachokufanya kufanya Watanzania watafunga macho. Message zote ninazo na message na voice note, zote sijafuta ambazo nimeshazipeleka kwa mwanasheria wangu nimeshaandikisha kila kitu kila kitu. Akanambia kitu nitakacho kifanya, wa kifanya wa, wote watafunga macho na hautaamini nitakacho kufanya nikamwambia kwani siamini, akati nimeshaona ulinichukua video za uchi. Akaniambia, kumbe ndio hicho tu unachokifahamu, kuna zaidi. Sasa sijui zaidi nini, sijai kufanya uhalifu kwake, kufanya kitu chochote tofauti. of course najua ni hiyo, ni hatua gani ambayo utachukua? Umejipanga kuchukua hatua gani? ni kitu ambacho utaamua tu kukiacha, ama itakuwa <laughs>